Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, karibu tena, siku njema hii ya leo. Nataka tuangalie tujifunze kwa habari ya somo, na somo la leo linasema umuhimu wa watu katika kufikia pale ambapo mungu amekuita. Kwa ufupi tu tutaandika umuhimu wa watu katika maisha, umuhimu wa watu katika maisha. Sasa nataka tuanze kusoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya arobaini na moja nasoma mistari minne anzia mstari ule wa tisa eh, hadi mstari pale andani wa kumi na mbili. Alafu baada ya hapo nikupitishe kwa undani zaidi uweze kuona umuhimu wa watu kimaandiko kabisa jinsi ulivyo kwenye maisha, na kuanzia hapo hautozalau mtu yeyote kwenye maisha yao. Mwanzo sura ya, sura ya arobaini na moja mstari wa tisa wa nane hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu Eh, kuita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko, anasema na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala aku, aku, akuwepo yote aliyeweza kufasiri ndoto hiyo kwa Farao. Mstari wa tisa, basi mkuu wa wonyeshaji eh, akakumbuka. Anasema mkuu wa onyeshaji akamwambia Farao akisema, naya kumbuka makosa yangu leo. Farao aliwakasirikia watumwa wake, eh, akawatia vifungo anasema anasemata, eh, nitaenda kurudia hapo mstari wa 18 mstari wa kumi Farao, aliwakasirikia watumwa wake akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa waokaji. Mstari wa 11 tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, tukaota na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Eh, anasema tukamhadithia, naye akatutafsiria ndoto zetu, akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotafsiria, ndivyo ilivyokuwa. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alirudishwa amini alitundikwa na yeye alitundikwa. Sasa hapa ni habari ya, ya mtu anaitwa anaitwa anaitwa anaitwa huyu eh, mtu anaitwa Yusufu na unafahamu kwenye maandiko Biblia inamueleza Yusufu jinsi ambavyo alipitia kipindi kigumu. Sasa alipokuwa gerezani, um, hawa watu nao pia walipelekwa gerezani hawa wawili, moja ni mwokaji mwingine alikuwa ni mnyweshaji kule kwa mfalme, kwa maana kwenye nyumba ya Farao walikuwa wanafanya kazi ikulu hawa watu. Sasa huyu mmoja alikuwa anafanya kazi ya kunyosha, mwingine kazi ya kuoka, walipokosea wakaenda gerezani. Kuna kitu kinafanyika gerezani ambacho kipo kwenye mstari wa, ukianzia mstari wa sita kwenye sura ya 40 hapo. Hawa watu waliota ndoto na walipoamka asubuhi, ikawa kila mtu amefadhaika, haelewi inakuwaje kwenye hiyo ndoto. Ndoka ya kila mtu akuwa na amani kwa kile ambacho amekiota, ameota ndoto ni ngumu na haelewi sasa kabla huyu bwana kutoa maelezo haya, Farao alikuwa ameota ndoto. Farao huyu ameota ndoto na yeye haelewi. Muda ambao Farao ameota ndoto, haelewi, anahitaji msaada. Ameita waganga, ameita kima, watu wenye hekima, watu wenye akili eh, yani, yani mfano kwenye nchi hii itokee shida, rais anaita watu wenye akili wakae chini, watu wenye akili wanakaa chini na bado majibu yapatikane. Sasa mfano, mwisho wa siku amewakasirikia hawa watu adhabu taa kushuka juu yao. Huyu bwana kwenye mstari wa tisa anasema, nimekumbuka makosa yangu. Makosa yake ni yapi? Kwenye, kwenye sura iliyopita ya arobaini, wakiwa gerezani Yusufu akatafsiria wote. Yusufu, huyu huyu muda huyu bwana anatoka nje, alimwambia unapoenda huko unikumbuke. Sasa kumbuka, tunajifunza umuhimu wa watu watu wa, wana, wana, wana, wanaweza waka, wakazungumza kwa habari ya maisha yako mahali ambapo wewe haupo. Nimeanza muhimu wa kwanza huo wa. Mahali ambapo haupo, kuna watu ambao wanaweza wakusemea vizuri pale ambapo haupo. Kuna eneo kabisa kwa um, namna yako, kama ungekuwepo yamkini ungezungumza, ila usijisemee na hivyo pasa, lakini mbili yake unaweza kujisemea ili usipate kibali kwa ambao unasema kwake, lakini kuna watu ukiishinao vizuri kuna mahali wakienda watakusemea vizuri wewe, na wakikusemea vizuri itakuwa ni kama promotion kwako, itakuwa ni advantage kwako, kutoka ile eneo ambalo upo uende hatua nyingine, uende mahali pengine ambapo ni pakubwa sana. Sasa huyu mtu ndipo anamkumbuka Yusufu, kwamba kuna bwana gerezani kule, anasema kuna kijana kule. Unaona hata lugha yenyewe anasema ni kijana, kuna kijana kule Mwebrania alitusaidia ndoto, kwa hivyo tusaidia na hii pia mfalme anaweza akatusaidia. Ukiendelea kusoma hapo mstari wa 13, eh, ukienda kwenye mstari wa 14, maandiko yanasema wakaenda wakamchukua Yusufu wakamleta wakamshevu vizuri eh, yeah, wakamvalisha nguo nzuri, katoka gerezani hadi Ikulu. Ila kilichomsaidia ni nini? Aliishi vizuri na wale watu gerezani. Muda ukiwa gerezani lazima uishi na watu. Gereza lako sijui ni lipi, ila kwenye mazingira ambayo huko ambapo lugha nyepesi huko chini, hiyo ndio mfano wa gereza lako ukiwa chini lazima uishi vizuri na watu Gwajima, Josephat, uh, Gwajima amekuzungumza neno moja akasema, lazima uishi vizuri na watu, hata kama ni muda ambapo unashuka, na hata kama ni muda ambao unapanda, uishi nao vizuri, sababu kuna muda yamkini ukawa unashuka, hao watu ambao uliwapita hapo njiani ndio utakao kuishana nao wao wakiwa wanapanda, kwa lazima uishi nao vizuri kwa sababu yamkini mkini wao, muda unashuka, wao ndio wakusaidia wa wa kupanda kule juu. Sasa, watu ni wa muhimu kusaidia kwenye eneo lolote. Kuna eneo hauwezi ukajisemea wewe, lazima wawepo watu wa kusemea, kama ilivyotokea kwa Yusuf. Sasa kwenye maisha lazima ufahamu kuna aina nne za wasaidizi wa hatima. Kuna aina nne za wasaidizi wa hatima, yaani kwenye kutimiza kusudi lolote lile kwenye maisha kuna aina nne za watu. Aina ya kwanza ni watu watu watu wenye wenye wenye ujuzi ujuzi ujuzi. Unapohitaji kutimiza jambo lolote, lazima pawe na watu ambao wana maarifa kwenye kitu hicho. Mfano mimi, mimi ni mimi ninahubiri Injili. Siwezi nikafanya kila kitu katika ubora kama sina watu ambao wana ujuzi. Sasa yamkini mimi ndio hapa nimesoma neno la Mungu, nimejifunza maandiko, nimejifunza vizuri ndio. Lakini sina ujuzi wa mtandaoni. Alafu m, mafundisho yanatakiwa ende mtandaoni kama unavyoona katika mazingira haya. Ni watu wenye ujuzi wanahusika kwenye eneo hili kunisaidia vitu viende. Sasa hawa ni wasaidizi wa hatima. Kwenye serikali um, uta, utaelewa mfano kwenye, kwenye kila wizara kuna kitu wao wanazingatia. Kama umeweka kufuatilia utakuta kama waziri mfano labda waziri wa mambo labda ya ndani ya ya ya, ya, ya nchi au labda okay, mfano labda waziri wa elimu. Waziri wa elimu anataka labda anahusika mambo ya elimu, na ndivyo inavyotakiwa ikitokea. E, yule ambaye yuko pale juu hana elimu kuhusiana na kitu hicho, basi naibu waziri lazima awe na kitu ambacho kinahusiana na ile kitu. Lugha nyepesi, kwa kikao wakikaa kushauriana, lazima pale kuna mtu mwenye ujuzi kwenye ile eneo ambaye atafanya ile sekta iende. Huyo ni msaidizi mwenye ujuzi. Kwe, kwenye, maisha, kwenye, kwenye kila eneo la maisha, kwenye biashara, kwenye kila kitu. Ndio maana utaona ni kweli mtu ana hela ila ameajiri watu ambao wanafahamu, watu wenye ujuzi, au ni wasaidizi wa kwanza. Lakini wasaidizi wa pili ni watu watu watu wenye wenye nafasi za juu. Sasa huyu mtu wenye nafasi ya juu um, ni mfano wa huyu ambaye alimsaidia ni, ni mfano wa mtu ambaye alimsaidia Yusufu. Aa, ni watu ambao Mungu tayari ameshawapa neema au walilipa kwa kulipa, kwa gharama tayari kuna eneo wapo kule ambapo wapo sasa hivi, wanaweza wakusemea wakamsemea mtu vizuri, kakusaidia wewe kufika kule. Sasa hao wanakusaidiaje? mtu anapoendelea na, na operation ya vitu vyao eh, mfano vile mtu anahitaji kazi anaangaika, mko wengi, mpo kumi. Sasa huyu mmoja huyu mmoja anakuja yeye, anazungumza moja kwa moja, an, anakwambia um, usijali um, uh, usi, nipe tu vyeti nipe vitambulisho nitamaliza kazi sasa yeye akakwambia nipe vyeti maana yake anatumia uh, nafasi yake ile aliyonayo. Na kweli unashangaa umetoa vyeti mbona umeenda kwenye interview wewe hujaenda kwenye interview. Ila ume, umepata kile ambacho unakihitaji. Hawa ni wasaidizi wa, wa hatima ila namna ya kuwatambua wao ni watu wenye nafasi ya nafasi ya juu. Ndicho ambacho kinamkuta Yusufu. Yule ambaye yuko kule kule kule kwa mfalme anamzungumzia vizuri Yusufu. Kwa hiyo yu, kama Yusufu angeishi naye vibaya ingetokea vibaya kwao. Na kuna muda hawa watu wanaanza wasiongee lugha nzuri kwao. Muda unaenda za kwambia sija kusaidia kwa sababu kwa sababu labda unaongea vizuri, mtu anaenda pale anza kujifanya jua kuongea vingereza vingereza hapa kwenye interview you know, you know zinakuwa nyingi, anaambia hizo karatasi ondoka. Muda umeondoka unashangaa posta zinatoka zile za nanili za majibu, kitu kimekubali, afu jamaa anakuambia sija kusaidia kwa sababu ya Kiingereza chako. Unaelewa, ni nafasi, ametumia nafasi yake kukusaidia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo utaelewa kuna umuhimu wa kuheshimu kila mtu kwa namna yeyote, lakini pia kuna kuna kuna kuna watu wa aina ya tatu. Awa, a watu wa aina ya tatu ni watu wabebao mzigo pamoja na wewe kwenye maisha. Kila mtu huwa ana vipindi vigumu. Vipindi vigumu vinapokuwa vinaendelea, lazima kwako, kuna watu ambao watakaa pamoja na wewe kukusaidia kwenye kwenye eneo hilo eh, aa, wasaidizi wa hatima ambao wa, wanabeba, wanabeba mzigo wanabeba taabu pamoja na wewe. Ukisoma kwenye maandiko kuna Daudi Daudi, muda ambapo yupo, yupo kule kwenye pango la Adulamu, muda ambapo Sauli anataka kumuua Daudi amekimbia kwenye pango la Adulamu. Daudi alipokimbia kule, kitu ambacho nakipenda ni kwamba alikuwa kuna wanajeshi walianza kumfuata. Maandiko yanasema kuna wenye nguvu watatu walimfuata. Baadaye kuna wenye nguvu wale 30 walimfuata. Wale walikuwa wanamfuata kwa sababu walikuwa wako tayari kumsaidia. Lugha ya Yesu, walikuwa tayari kubeba mzigo pamoja na yeye. Lengo la wale watu ni wasimuone Daudi anashuka chini. Hawa watu wakija kwenye maisha yako, lengo sio sio tu wewe ue uende mbele. Hawa ni kukupa stamina ya kuendelea eh, Kwenye, kwenye eneo eneo ambalo upo maanake, wanatamani uendelee kustahimili, uendelee kustahimili. Uwe na nguvu kwenye eneo lile. Kwa hiyo kila kitu ambacho unakifanya, wao wapo kukusaidia, wanakupush, wanakupa nguvu. Sasa, lakini kuna aina ya tatu ya mtu ambayo pia inahusiana sana na hii ya Yusufu ambayo ni muhimu kaielewa. Na hapa watu wengi wanazalau watu kwa sababu utakuta mwingine sio sio mtu mwenye ujuzi, kwa hiyo mwingine anaona kama vile hamsaidii unakuta akimwangalia kwenye sehemu ya nafasi kubwa, huyu mtu hana nafasi kubwa e, eh, lakini pia labda huyu mtu huwa hamuombei sana. Unajua kuna vipindi vigumu, watu wa, wa, wengi wanaokuja huwa ni kwenye sehemu ya maombi, kwa sababu hamuombei sana. Kwa anadharau watu kwa, kuna kuna wengine mtu anao njiani, um, wana maisha ya chini, anawadharau anawapita tu, eh, anaongea lugha mbaya kwao. Sasa watu nao pia wana umuhimu, hawazi, nimeweka kwenye kundi lile la nne ambao nimewaita limu, limu, watu watu waunganishao eh watu wenye muunganiko wa Kimungu, nikitumia ni, ni, ni, ni, ni, ni, lugha Kiingereza kidogo za kaka vizuri, divine connectors eh, watu ambao wanakuunganisha katika namna ya Kimungu. Mfano mzuri ni um, wakati kwenye Wafalme wa Pili sura ya tano utasoma maandiko pale, utamwona mtu mmoja na anaitwa Naaman. Naaman alikuwa anaumwa ukoma, muda anaumwa ukoma, alikuwa hana matumaini kabisa, ila palikuwa kuna kafanya kazi kwenye nyumba ya Naaman, yule mfanyakazi kwenye nyumba ya Naaman alipomwona Namani anauma ukoma, akamwambia mke wa Namani, akamwambia iwapo bwana wangu angepata au angekuwa kule kule kule kule, kule Samaria, yule nabii wa Samaria angemponya. Alipozungumza ile kitu, yule mama alielewa. Yule mama akaongea na Namani, akamwambia kule Samaria kuna nabii. Kimsingi yule nabii anaitwa yu Elisha. Baadaye Namani alienda kule akapona. Sasa sikiliza, yule yule mtu yule mama ndio huyo amehusika kama msaidizi wa hatima kwa uhusiano mzuri wa Namani au ile familia na yule mfanyakazi wake, ndio alipelekea yule mtu azungumze. Angalia, kama wangekuwa wanachuki chuki mle ndani, huyo mtu asingejali afya ya Namani, kwa hata asingezungumza kwa huyu. Divine connector huyu mama sasa anamwambia huyu mtu njua siku nifanikisha. Sasa hajamtibu yeye, ila amemuunganisha. Kamuunganisha vipi? Kamuunganisha Namani na na, na Elisha. Sio yeye ambaye anamponya, ila yeye amemfanya aunganike. Mfano mzuri mwingine ukisoma maandiko kuna mtu yule mama mkwe wa, wa, wa Petro alikuwa anaumwa homa. Alipokuwa anaumwa homa yule mama e, muda ali ni mbaya haelewi anafanyaje. Petro anamwambia Yesu, anamwambia kule wanaumwa kwa Petro anahusika pale, alifanyika kama Divine Connector. Kwa wakatoka pamoja wakaenda mpaka kwenye ile nyumba, alivyofika pale Yesu akawaombea wote wakapona. Sasa Petro akuwaponya wale watu, ila Petro alihusika kusaidia wale watu wapoe. Na ndio maana ni muhimu sana. Ukiona hata kama mtu hana hela, hana maisha mazuri, simdhalau. Kwa, kwa, kwa sababu huyo mtu anaweza kahusika. Kuna gari unaweza kukwama ila anaweza kuwa anawajua watu ambao anaweza kukusaidia kwenye issue yako. Hauja kuona mtu anaumwa alafu anamwambia um, usijali. Nimesikia kuna mkutano wa Injili pale. Kule kwenye ule mkutano watu wanaenda wanapona. Wewe ulikuwa hauna taarifa kabisa. Ila taarifa inavyokuja kwa huyu mtu, yeye wala haumwi ila hawezi akakuponya. Ila anakupa hiyo taarifa. Anakwambia kuna kitu kule. Mtu anatoka anaenda, na akienda kweli anakuja anapona. A, watu ni wa muhimu. A ha, watu hawana cha kukupa, ila wanaweza wakakusaidia wakakuelekeza kwa watu hawa ambao wanaweza wakafanyaje, wakakusaidia kwenye hatua yako. Sasa ili upate msaada wa mtu yeyote kwenye jambo lolote ambalo unalifanya, hata kama ni kwenye biashara, kwenye jambo lolote, lazima uishi vizuri na watu wa aina zote, kwa lika zote uishi nao vizuri, kwa sababu ili mtu akusemea vizuri mahali popote, Lazima kuwa kuna kitu ambacho umefanya kwake au kuna hali fulani ya maisha ameona kwako alafu anatamani na watu wengine waijue. Mbona ameenda eneo alafu akasikia wanahitaji mtu aina fulani. Kwenye kitu kile alafu ule mtu ni wewe. Labda ni ni ni. Unajua sasa hivi kuna wimbi kubwa watu wengi wanalilia labda kazi. Eh? Kasikia labda kuna kijana ambaye anafahamu sana sana, wewe ni kijana ambaye labda umesoma na una elimu yako ya ualimu. Alafu kule amesikia wanatafuta mwalimu. Sasa yule mtu kwa sababu umeshinae vizuri anakuzungumzia kule vizuri ila kama mlishi naye vibaya hawezi akuzungumzia vizuri. Yusufu akakumbukwa eh, ukirudi sura ya sita kilichomfanya hiyo hiyo, mstari wa sita kwenye sura ya arobaini kilichomfanya akumbukwe. Maandiko nasema hivi: alipoamka asubuhi, akawaona wote wamefadhaika. Alivyoona wamefadhaika, akawauliza kwa nini asubuhi hii na mapema mmefadhaika? Akamwambia, tumeota ndoto na hatujui maana yake. Akamwambia, basi nielezeni maana yake, eh akawaomba waizungumze wa ndoto akaizungumza, walipozungumza, akawaambia je, si Mungu awezee kutoa tafsiri ya ndoto? Halafu kutokea pale akawaambia maana ile ndoto, alivyomwambia maana, mmoja akapata amani, mwingine kwa sababu maana yake ilikuwa sio nzuri, na unafahamu alienda katundipo. Ila kilicho mfanya Yusufu akumbukwe kule na kilicho mfanya Yusufu aende, lugha nyepesi, kilicho mfanya Yusufu aende ikulu afanyike kuwa juu ya vitu vyote kasoro tu mfano peke yake, lugha nyepesi, afanyike kama Una kuna kuna baadhi wanasema ni, ni, ni, waziri mkuu ile ule, ni mfano wa wa, rais chini ya rais, kwa sababu alikaribiziwa kila kitu hadi nyumba kasoro tumke. Kwa kama alikaribiziwa vile vitu, maana yake alikuwa alikuwa ni mfano wa rais kwenye eneo hili. Ila kilichomsaidia ni nini? Aliishi na wale watu vizuri muda ambao alikuwa alikuwa gerezani. Watu wanapokuja kwako, usichukue usi chukue tu, wajua e, wengine wana mtu akisogea kwenye maisha yake anaona vile anajipendekeza. mm Um, usimuoni mtu kama anajipendekeza kwao mwingine anaweza kuja ana shida ya kitu fulani msaidie. Ukiona mtu ana hali fulani, kuna kitu kama kieni, kuna mahali anakwama, msaidie, kwa sababu kesho kuna mahali atakusema vizuri. Mimi mimi ni shahidi wa vitu hivi, hata kwenye mazingira ya huduma. Kuna kuna mikono inaenda kuhudumu, mtu mtu anakutafuta, anakueleza kwamba um, kuna, kuna, kuna kuna moja mbili tatu, kuna mwaliko hivi na hivi. Huyu mtu anayekutafuta na kukupigia simu, hujao kuongea naye, ila anakwambia na anamfahamu fulani, unaelewa? Ah, kumbe hizi taarifa huyu mtu alizizungumza kule. Kwa angalia kama ningekuwa na uhusiano vibaya na mtu fulani maana yake kuna eneo pia nisingefika. Na ndivyo ilivyo. Ni mfano mzuri pia biashara. Ukimuuzia mtu vizuri biashara yako, akienda anazungumza vizuri kwa baadhi ya biashara ya yako itakusaidia biashara yako kukua. Kwa hiyo kile kitu ambacho mtu anafanya maana yake ukihusiana vizuri na watu, usipomdharau mtu yeyote, itakusaidia sana. Lakini lazima uzingatie hiyo kitu, ya kwamba mahali popote uhusiano wa mtu na mtu unamfanya mtu mwingine atoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Ukimdharau mtu utabaki hapo hapo chini, hautopiga hatua. Sasa ni nani ambaye yupo karibu yako na unamchukulia katika taswira ipi? Sikiliza. Kwenye maandiko kuna mtu mmoja anaitwa Anania. Anania ilifika hapo kwa sababu ya matendo yale ya Paulo. Akawa anakasirika, kwamba matendo ambayo anafanya Paulo sio mazuri. Ila Paulo ndio anakutana na Yesu. Alafu Yesu akamwambia Paulo, nenda kwa Anania. Alafu Yesu huyo akamfuata Anania akamwambia, Paulo anakuja kumuombe. Anania akamwambia Yesu, mmm -mm, Siwezi nikamwombea huyu mtu. Yesu akamwambia Anania, tayari ameshabadilika. Muombe. Kitu ambacho Yesu alikuwa anafanya alikuwa anajaribu ana, kuunganisha kati ya Paulo na Anania. Na Anania alipo, huyu Paulo ameenda kwa Anania bado ni kipofu. Kafika pale. Akampa heshima yake Anania. Alipompa tu heshima yake Anania, Anania akamwombea. Maandiko nasema vile vibanzi vikaamka usoni. Maana yake macho akapata kuona. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 8 na sura 9. Sura 9. Ak akapata kuona. Kwa kutokea pale kwenye kuona, akaanza kumpa maelekezo ya kiutumishi. Kwa kazi kubwa ya Paulo naokuja kuiona kwa sababu ya uhusiano mzuri kati ya Paulo na Anania. Na Paulo huyo huyo anakuja anazungumza kwenye sura ya 11 ya Korinto ya kwanza anasema, unifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Lugha nyepesi, mwe na uhusiano mzuri na mimi kama mimi nilivyo na uhusiano mzuri na Yesu. Yesu, kwa maana yake ni hivi. Hakuna namna yote unaweza kufanya kitu duniani kwa katika hali ambayo ni stable bila kuwa na uhusiano na watu. Unawahitaji watu kwa u, eh, kwa ukubwa sana. Mungu lazima atumie watu ili wewe upige hatua. Mungu akisema atafanya jambo jipya kwenye maisha yako, niamini mimi, anakuwa namaanisha kuna watu ambao atawaleta ambao, kupitia hao watu jambo jipya litaonekana. Hebu angalia baraka ambayo alimpa Ibrahimu, kamwambia ataukuza uzao ule. Uzao muukuzaje? Utaanza kuona pale pale kwa Ibrahimu mwenyewe, muda akiwa ana njaa katoka akaenda kwenye nchi ya Misri. Alipoenda vile akapokelewa vizuri, wakampa chakula na kila kitu kwa sababu alikuwa na uhusiano mzuri na watu. Sasa ni Mungu huyo huyo anaenda kuitunza agano lake kwamba atakuwa pamoja na Ibrahimu. <coughs> Kwa kwenye mazingira yake pamoja na Ibrahimu, uhusiano mzuri wa Ibrahimu na wale watu ndio anafanya Ibrahimu waone mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Roho ya pesi ni hivi, Mungu akisema kitu na wewe, alafu usipoishi vizuri na watu, hauwezi ukaona kile ambacho Mungu amekizungumza kwa sababu ukipata kibali kwa troni pa Mungu, Mungu ataruhusu watu waje kwako. Na watu wakija kwako wanaifuata kwa nuru ambayo ipo kwenye maisha yao wakifuata neno la Bwana kwenye maisha yako. Kupitia hapo ndipo unaona mkono wa Mungu kwako. Usidharau mtu, usimpuzie mtu huyo ambaye yuko karibu yako. Ana hela hana hela ni mnene ni, ni, ni, ni mwembamba ni mfupi ni mrefu eh, ana heshima hana heshima, wewe muheshimu, kwa sababu kesho haujui atatumika katika eneo gani kusaidia vitu vyako viende. Kuna kitu utakifanya leo kwake, ataenda atawaeleza wengine, na wale wengine watakuwa wanakuja mara kwa mara. Hao wakija Wanasaidia taarifa zako kuenea mahali pote. Maandiko yanasema hivi, Yesu alipotenda muujiza kwenye eneo lile, tusoma sura ya tatu na sura ya eh, sura ya tatu kwenye Marko lakini pia sura ya nne ya Mathayo. Ukisoma pale maandiko yanazungumza alipofanya ule muujiza, maana yake alivyowajali watu. Maandiko yanasema habari zake zikaenea pote. Kumbe ni watu ambao walimfanya Yesu habari zake zienee pote. Na ni Yesu yeye ambaye ni Mungu. Kwa Yesu mwenyewe alihitaji watu. Na ndio maana kuna kuna muda ilibidi akae nao. Na kwenye kuwajali kuna muda akaamua tu chakula wale kwa miujiza ili tu waendelee kuwa kwa sababu hao wa, watu wakijisikia wa, wa, wa, wa, wa, wa, vibaya wasipofurahia kitu wa ambacho wanakifanya lugha nyepesi kesho wanaweza wasije alafu mpango wa muo, damu, Mungu kwa mwanadamu unaweza usifanyike nimalizia kwa kusema neno hili Mungu amekuruhusu ukae eneo husika hilo neno nalokaa ni Mungu ameruhusu ukae lakini kwenye ile eneo ameweka watu kwenye eneo lako usimdharau mtu yeyote haijalishi watu wengine wanamchukuliaje wewe mheshimu huyo mtu kwa sababu kesho utamtumia huyo mtu kama faida kwenye maisha yako, lakini pia kesho hiyo hiyo Mungu atamtumia huyo mtu kufanya kitu ambacho unakifanya upate kibali machoni pa watu. Mungu akubariki sana. Amina.